Mortar ni kiuatilifu chenye uwezo mkubwa wa kudhibiti wadudu wanaoshambulia mimea kuanzia kwenye mizizi hadi majani. Ni kiuadudu chenye wigo mpana chenye uwezo wa kuenea ndani ya mmea na kuua wadudu kwa kuathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na mfumo wa neva kwa njia ya mguso. Inapatikana katika mfumo wa chengachenga chenga, na ufanya kazi kwa ufanisi mkubwa hata kwa wadudu waliopo ndani ya udongo. Mortar ina viambata muhimu chlorantraniliprole na clothianidin. Mchanganyo huu huua wadudu kwa haraka na kulinda mmea kwa muda mrefu. Mazao yanayofaa kutumiwa na Mortar: mahindi, mpunga, pamoja na miwa. Wakati muhimu wa kutumia bidhaa hii katika mazao ya mahindi, tumia mapema wakati wa ukuaji na kudondosha MORTAR hadi kwenye majani kayakati ya mmea. Kwa zao la mpunga, tumia wakati wa kuandaa shamba au kupandikiza, ili kudhibiti wadudu wa unga na aphids. Wadudu wanaodhibitiwa na MORTAR ni vidukari vya mizizi root worms, stalk borers kwenye mahindi, aphids na wadudu wa udongo wanaoshambulia mpunga. Matumizi na vipimo sahihi kwa zao la mahindi na miwa tumia kilogramu mbili hadi kilogramu thelathini kwa heka moja. Kwa zao la mpunga tumia kilogramu moja hadi kilogramu mbili kwa heka moja.